Miongoni mwa machache haya kwanza ni pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba nzuri sana ambayo imebeba ujumbe mahususi kwetu sisi wa Tanzania. Hotuba ile imezungumza mambo kadhaa kwa urefu lakini kwa uchache mimi nina single out mawili kama sio matatu. La kwanza la kwanza ni utayari wa serikali ya Chama Cha Mapinduzi inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta maridhiano miongoni mwa Watanzania. Kwa mshangao na sisi Watanzania mkiwemo na nini kwa mshangao mkubwa yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha uh, uvunjifu wa amani na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili, na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria na wengine yani wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali mbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wame wameshiriki hadi kukamatwa na waachiwe huru. Sisi kama wazazi, sisi umoja wa wazazi Tanzania, wenye dhamana ya malezi, tumelipokea hili kwa mtazamo chanya, na tunampongeza Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa hatua hii ambayo ameichukua. Mheshimiwa Rais, hili lilotokea kwetu sisi Watanzania mimi na niye halikuwepo, halikuwahi kutokea. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili, kama kiongozi with leadership maturity, lazima ufike pahala utibu uh, maumivu hayo ametoa kwa nia njema. Mheshimiwa Rais angeweza kufanya vyovyote vile anavyoweza. Machafuko haya yamewahi kutokea nchi mbalimbali mbali, political unrest, nchi mbalimbali mbali, na hawakuwahi kuchukua hatua kama alizozichukua Mheshimiwa Rais kwa kutoa msamaha, kuangalia uzito wa makosa ambayo